Kubwa mno, sisi watu wadogo mno. Kama ilikuwa siye basi naibu wake, lakini tu, kapenda mudiri alalimu alalama kuwa nizungumze tu ule mchezo wa mambo ya Arafa basi. Kwa nini akasema hivyo maanake imekuwa habari hii ni matatizo kwa Waislamu. Ukifika mfungo tatu huyu mara aja ana habari hii, mara imekuja mudiri, sijaambiwa somu yetu haisihi, mara ambiwa mudiri ndipo twafunga sikiaidi. Mpaka imekuwa sasa lazima ipatikane siku, waislamu waelezwe mimi kama tu ingalikuwa ni sehemu nyingine, ningesema sana hadithi zinazonasibu na aya, lakini hapa sitozungumza hadithi wala sitozungumza aya, nitazungumza tu kuwafahamisha Waislamu, labda kwa bahati mbaya hadithi au aya iniponyoke o eza ikakuponyoka ukutegemea ukaona hiyo imetoka, kwa hiyo itakuwa ni basi mbaya, lakini yeye yupo. Mimi sina haya wala sina hadithi. Sasa hawa watu wanaozungumzia Arafa husema hivi kuwa, mafunga leo, watu weshasimama famili zile za watu wa Arafa, nyinyi hamna mwafanyakazi bure, hii saumu hii ya kungamana na watu kusimama Arafa na Arafa yeshasimama, mbona nyinyi mwafunga hampati chochote? Kwa kifupi, hawa watu ni waongo. Waongo kwa nini? Ngoja tuchimbue asili kwanza ya hii Arafa, asili ya saumu hii ya Arafa, asili ya siku hii ya Arafa ilikuwaje? Arafa hapa mahala, Arafa kwa nini paliitwa Arafa? Ni kwa nipokezi nyingi sana, lakini tuzungumze ambazo ni mashuhuri katika vitabu. Kwa nini pakaitwa Arafa, yani mahala hapa? Wasema kauli ya kwanza kuwa ni mahala ambapo nabiyuullahi Adam na mama Hawa baada ya kuteremshwa mbinguni, hapa ndipo walipokutania katika dunia, kwa hiyo pakaitwa Arafa. Kauli ya pili Yasema kwamba hapana sababu ya kuitwa Arafa, hapa ni mahala ambapo oh, Nabiyullahi Ibrahim alijua hakika ya njozi yake aliyoiota ya, ya kumchinja mwanawe kuwa ni kweli, na Mungu akamfidia kondoo badala ya mwanawe ili kuwa ni mahala hapa, kwa hiyo hapa kaitwa Arafa. Na siku ilikuwa siku gani ya mambo haya? Ilikuwa ni mwezi tisa mfungo tatu, siku hile nayo ikaitwa siku ya Arafa. Mtume naye sallallahu alayhi wasallam akapanga swaumu katika siku hii kwamba ni suna kufunga siku hii Saumu hii ikaitwa saumu ya Arafa. Kwa hiyo twajua mambo matatu, twajua siku ya Arafa, twajua uwanja wa Arafa, twajua kufunga kwa Arafa. Lakini hakuna katika fiki hii kufunga kwa ukufi, hakuna kwamba kuna saumu yaitwa saumu lukufi, hii hakuna katika vitabu vya fiki.

kama vile unavyofunga siku, kama vile unavyofunga asura, kama vile unavyofunga siku ya Jumatatu, ndivyo unavyofunga mwezi tisa katika mwezi wa mfungo tatu. Sio somo hii ya taallaki na mambo ya hija, halimo ushahidi. Sasa mfano tuchukue, hakukutimama Arafa, kumetokea jambo watu hawakusimama Arafa, je swaumu itakuwa hakuna? Ni jibuni, ebu Islam. Watu hawakusimama Arafa, limetokea dharura ya kilimwengu, watu hawakusimama Arafa, je kufunga itakuwa hakuna? Kwa nini? Kuko. Kwa hiyo twapata kwamba ni swaumu hii mustakila saumu peke yake, kama vile saumu nyingine. Arafa ikisimama watu wafunga, arafa ikisimama watu wafunga, na siku yake ni mwezi tisa katika mwezi wa mfungo tatu. Ushahidi mwingine hata wa watu yani, vurugu yote hii hi huja katika uislamu hawa yani, mtu atekeleza dini lakini hakusoma na tayari mara moja tu kageuka mufti, azungumze dini lakini hakusoma. Hii mambo yana hatari haya haya. Kuna bwana mmoja alishindwa kwa habari hii, habari ya kufutu dini bila ujuzi. Bwana mmoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza, alikwenda alifikia kuua watu tisini na tisa mia kasoro mtu mmoja. Halafu ikamjia kwamba nini, basi mtubie. Kigenge cha watu namna hii ndichokiua watu tisini na tisa hawa, mimi ngoja nirudi kwa Mungu kutubia, lakini ngoja kwanza niulize mpaka nimpate mtu atakayenipapatwa. Akaanza kutangaza jamaa ndani, atakayenijibu na masala yangu nitaka kuuliza watu kwanza. Wakamweleza, wakamlekeza kwa, waka kwa bwana mmoja rahi, mtu mtahabadi, lakini hana elimu. Akaambia, nenda kwa mzee yule, nenda kaulize mshikeli wako. Basi bwana akaenda, bwana, nimekuja mimi, nimeua watu tisini na tisa nilivyokuwa jabari lakini nataka kurudi kwa Mungu subhanahu wa taala. Je, Mungu toba yangu ataikubali? Libana asema watu tisini na tisa, e, ngoja moto sasa. Huyu naye alipoambiwa kwamba wewe ngoja moto, ako na sehemu mtimize mia. Basi alimega kichwa. Kwa hiyo ndugu zangu, hii hizi fatwa zenu hizi bila ilmu, zina hatari ya kuja kumegwa vichwa. Kwanza someni, halafu ndio mfutu mambo ya dini. Hata kama walisoma ilikuwa ni swala rahisi tu, wangalifunua katika fikhi, kuangalia abuabu lhaji, je, mna saumu ya Arafa wangalifunua vitabu vyote vya fikhi, kusanya vitabu vyote vya fikhi halafu, utakute je katika fikhi, katika kitabu lhaji, je, mna saumu ya Arafa? Mngalikuta mfano ndani ya kitabu lhaji mmeambiwa, wa min sunani lwukufi saumu Arafa, tungalisema yes. Eh, hii ni suna, kumbe watu kusimama Arafa. Lakini funua vitabu vya mashekhe wote hamna katika abuabu lhaji saumu ya Arafa ila utakuja kuta katika kitabu saumi, wa min sunani saumi. Azungumzia sasa saumu gani? saumu gani? saumu gani? na saumu ya umarafa katika habari za saumu. Kwa nini katiwa katika habari za saumu? <laughs> hawa watu kwa kweli wajisemea kupoteza watu na sisi watu nasi, mashallahu, imekuwa sasa kila linalokuja ni mushkeli kwetu sisi. <laughs> kila jambo linalokuja kwa waislamu tayari ni mushkeli nakwambia. Hii imekuwa ni adha, mna watu kadhaa mwaka huu hawakufunga, ambao wamepata mushkeli somu zetu hab maanake saumu hii watu waishasimama harafa. Kwa hiyo sisi hatupati kitu, kwa hiyo tuawaambia so kwamba somu hii na mambo ya harafa ni mbalimbali, kusimama mbali, ukufi kusimama ukufi wa harafa na somu ya harafa ni vitu mbalimbali. Hii ni saumu Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyoisunia katika mwezi tisa mfungo tatu. Harafa ikisimama isisimame, halafu warudi tena. Mbona nyinyi siku ya Idi hii mwafunga hii? Wasema sisi twafunga kwa tarehe mwezi tisa kwetu, si mwezi kumi, na hii iko katika mzunguko wa dunia nzima. Sisi hapa tulipo hivi sasa ni usiku, kuna wenzetu wengine ni mchana. Sasa wao wow, wasema tufuate tarehe ya Suudia, idi ya kimataifa hatutaipataja ili ya kimataifa kumbe kuna watu maka ikiwa ni asubuhi waswalihidi wao ni saa sita za usiku kwa hiyo wao waswalihidi usiku au saumu ya arafa hii hii twende nayo kama hatutofuata tarehe kule Maka ikiwa ni asubuhi, watu waanza kufunga. Kuna wengine ni usiku, kwa hiyo wao itabidi saumu yao ianze usiku, maanake Maka tayari mpaka ikifika saa saba Maka kwao ni saa kumi na mbili, wafuturu na wao nao watoe maharaje wafuturu. Sasa saa saba mchana, maanake wakuata somuhia Hivi ni vitu mbali mbali na vitu vinakwenda vile vile kwa tarehe ya tisa kwetu ni tisa na ushahidi ni zawafa sisi siku zote, mwezi wa Ramadhani hapa ikipika Shaabani, si inayokuja hii ikiwa huku kwetu ni ishirini na nane wao ni ishirini na tisa Basi tangu chama kilipoanza hawajaona mwezi, mbona hamuoni? Kumbe watoka matokeo ya maka na kwetu ni mamoja. Hiki chama chafikisha karibu miaka karibu kumi na tano zilikuja hapa hawajauona mwezi sa siku moja. Kwa nini hamuoni? Mungu hataki nao koojizeni eh, mbona nini siku zote mwangalia tu kwa ngoja mpaka saa mbili, basi ndo taarifa zatoka maanake Suudia imetoka. Kwa nini hamuoni siku hizi lakini mawasiliano ni mengi maanake huku simu huku simu ikiwa ni mawasiliano haya twachukua sawa sawa mbona ibnu abbasi alipoelezwa na kuraibu hadithi yake kwamba yeye kauona mwezi sham kafunga yeye na mwindako mwawia kafunga asema mimi sifungi kwa kuona kwenu nitafuata tarehe yangu Je, Kuraibu ibn Abbas ilikuwa si mawasiliano? Mawasiliano ni ya simu tu? Mbona ibn Abbas alikataa mawasiliano ya mtu na mtu na kusikiza kikombe bora nini? sio <laughs> Huyu alimkataa Kuraibu, mwenzake wazungumza misa akamwambia, anta raaitahu? Wewe kwani Kuraibu umeuona? Asema naam, raauhu naam, asema ndio nimeuona. Raaituhu wa raahu nas wasamu wasama, Muawiya asema ndio nimeuona mimi na watu wameuona, tena watu wamefunga mwindzako pia, Muawiya kafunga. Asema stosheki sisi hatuachukua twafunga mpaka tukamilishe hisabu yetu thalathina, yauma au na rahu au tuone kwa kuona. Kwa fisa akamuuliza, kwani hutosheki wewe kwa kuona Muawiya anakufunga kwake, kuwa Muawiya akafunga na kauona, utachukua hisabu ya Shamu asema, sitosheki. na hivi navyokwenda mimi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyotuamrisha. Ilikuwa kunaobishaniwa nini? ilikuwa watu wabishana nini? Lakini yani watu wabishana kele, mtu hajui ni. Jamani, sisi twasema sikuzote, vizuri mtu ni kusoma kwanza, mpaka ukajua kile kitabu, wewe mwenyewe ukaweza kukifunua ukakisoma kiakili yako, mpaka kikakuingia. Huu shekhe wa njiani njiani hujawana, hautotufaa kitu sa hizi za barabarani tu basi, yani basi ghafla kumekucha asubuhi, nawe ni shehe. Huu hauna maana yoyote. Waislamu akwambia, ajabu, watu wagombea somu hii ya Arafa hii kani kgombewa kwa sababu ni kufunua kitabu. Kitabu lhaji, babulufi, hatutafute somu ya Arafa hakuna, lete kitabu kingine, babu lukufi, somu ya Arafa hakuna tutafute kitabu kingine babu lukuki somi ya Arafa hakuna. Ngoja kitabu somi iko lete kingine kitabu somi iko iketa kuitabani, lakini mashaallah, mtu gogo gogo hasa mara gogo limegeuka Huku ni kujidanganya, huu wala si uislamu tunakwenda nao huku, ni kujidanganya tunakokwenda nao. Waislamu, watu wasipotoshwe kuhusu habari ya saumu hii ya Arafa. Hii ni saumu peke yake, kama vile ilivyo Ashura, kama vile ilivyo situ min Shawwal, kama vile ilivyo Ithnaini, kama vile ilivyo Lhamisu. Ndivyo ilivyo saumu ya Arafa. Hii yafungwa mwezi tisa, mfungo tatu, watu wamesimama, hawajasimama iko saumu hii